Tulipenda kujua upande wenu kamanda, hiyo delegasio yenye ilitoka Kinshasa ya conseil ya President, upande wenu maneno ambayo iliweza kuzungumziwa, mlipokea namna gani na nini ambayo, ilikuwa na nini objective ya wao kuweza kufika? Maana tulisikia kwamba mliweza kuonana nao kamanda tulionn nao naanijio wao aikutuona u kuja kuona namna gani watu wanaendelea kwenye mafro basi, kuja kujua mahabari ukia vitu na, na. Lakini inasemekana kwamba nyinyi kuto kuanzisha mapambano inatokana vile wo, nani rais wa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo hajawaruhusu. Hii ni kweli au namna gani? Hiyo habari ya uongo hiyo, mambo ya vita inapaka na mipango yake. Tuko na mipango hiyo, mipango ya kila mtu kwenye radio tuanze kutangaza, tuko na panga hiki, tuko na panga hiki Haiko, haiko haiko kwa raisi tena. Raisi je, raisi aisha karuhusu zamani tangia lianza, vita vianza watu wapambane. Vita tena anaanza kuonyesha na anza kupambana vita, yeye alishakatoa na na mfungo anamjikizia raisi yule. Na lakini inasemekana kwamba tena serikali ya Jamhuri ki ya Kidemokrasia ya Kongo haijawapa vifaa vifaa, navyo na ni sababu nyinyi kuanzisha mapambano hii, utaambia utahakikishia nini raia? Sisi tuko na mawasiliano na serikali na jeshi za serikali tuko na mawasiliano pamoja, nafanya kazi pamoja. Sasa ile kusema alisema upamoja a pamoja na serikali jeshi za serikali na tuko na mawasiliano mema, hakuna tatizo. Kutokana na hiyo delegasio ambayo ilifika hapo, hiyo delegasio ambayo ilifika hapo, kama vile uh, uongozi wa Wazalendo ukiwa kama vile mwakilishi wao, rekomandasio gani ambazo mliweza kwenda mnawapa ili raia waweze kufahamu? kwamba wao walikuja kutizama afro saka walikuja kutizama afro na kutizama watu walikuwa ndani ya afro na kutoa matatizo. Basi ile tu matatizo ya banka, matatizo ya afro na kuaka, wao watajua kidogo kidogo, tuliwapa na sasa hivi inasemekana kwamba rais Felix Tshisekedi anataka kuzungumza na M23. Nyinyi kama vile wazalendo umejitolea kuweza kupigana uh, hii unaitathmini namna gani? upande wako unaipokea haja hii hali rais wa nchi anamwitaka na gharade la na nation. Ikiwa yeye anasema kwamba atazungumuza na M ishirini na tatu yeye ndio garade la nation, hiyo ndio kanaona siasa kisionatembea. Lakini mimi habari hizo sijakuwa nazo bado, ndio na labda. Sasa hivi raia wanasemekana kwam-, wanadai kwamba vikosi wana e, vyako vya SNPCC ambavyo uliacha huku vinaonekana kuwa ananyanyasa raia e, hii hali kamanda, unaipokea namna gani? yote kuna mahabari, lakini kuna unyanyasaji wingine ambao munazungumuzia, labda sio zile ambazo munafikia, sababu kuna watu ambao ni washakiwa ambao wanashikashikwa huko kwa makosa mbalimbali, na sio makosa mbalimbali makosa, lakini makosa ya kuwasiliana na adui, na watu hawa kipindi wanafungwa, watu wengi wanasema oh, wamenyanyasika ile yote iko na, kuna mnyanyasaji kweli huko. Kuna watu unajua, kama silaha zinazagaa sana, hawa majeshi ambao walikimbia wengi alnaisha masilaha, na hautajua nani ana silaha nani ana silaha, ndio shida iko kule. Sio wote ambao wananyanyasa raia ndio w, hapana. Kuna wale ambao sisi tunawaita wa brigade kare wana wasichukua wana wana silaha pasipo wengine kujua, na wajiorozeshe kwetu. Wale wote wale, wakati wanapofanya shida, maanani fujo, alao inaonekana kwamba ni watu wetu, si watu wetu eh. na kuna watu wetu kweli, kwenye ambao weko miongoni mwa wale wenye wafanya wanafanya shida. Kama watu wetu wanafanya shida, sisi tunamfatililia shi. La shi. nadhani ile mambo ya watu wetu kabisa ili msiwaangaishe sana. Tunafanya mara kwa mara, tunapata ripoti kusema kama fulani anafanya kitu fulani na hapo apo, kuna mtu wetu amefanya kosa, tunamfunga tunampeleka kwenye mahakama. Ndio kamanda Amuri William Yakotumba, sasa hivi uko katika maeneo ya front, labda raia waendelee kutegemea nini, kama vile ujumbe wako kwa raia? Uh, wote wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na tarafa la Fizi na Uvira wanaokutegemea kwa sasa hivi, uh, tuko front, tuko kwenye mafron hiyo ni kweli, na tunajua kama tunazibii fro zetu mzuri, na hatuna uhakika kwamba adui anaweza kupata nguvu ya kupita hata kwenye fro tana kuendelea mbele. uh, ni kazi ambayo tunatarajia kuzifanya, lakini kusema kwamba adui adui hana nguvu

watumike kazi zao kama vile kawaida, asante sana. Lakini kwa sasa hivi inaonekana kama vile kwenye nyanja za juu, kamanda Amuri William Yakotumba, mashambulizi yanakuwa kama vile ni mengi na wakati metia front pale eh, Uvira, hii hauoni kwamba hapa juu kwenye milima mirefu unaweza kukatokea hasara kwenye milima ya tarafa la Fizi? Kamanda Amuri William Yakotumba, najua sisi ee, pamoja na jeshi la serikali tuna mipango ambayo tunaifanya kwa ajili ya kupambanisha adui labda mwenye kuwa katika milima mirefu ile isikusumbue sana. Mipango ipo na mpaka hivi nakuambia hapa kuna mapambano ambayo iko nafanyika kule, hatuna no wasiwasi kabisa. Kamanda Amuri William ya kutumba, tunashukuru kwa muda wako, asante. Mimi nawashukuru zaidi.